Mbunge wa jimbo la Ilala, aliyekuwa naibu spika wa bunge la kumi na mbili, Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kupita kwa kura 378 kati ya kura 383 alizopigiwa. Zungu anakuwa spika wa bunge la 13 akichukua mikoba ya mtangulizi wake Dkt. Tulia Ackson. Idadi ya kura kwa kila mgombea kama ifuatavyo: Ndugu Veronica Charles Tea NRA sifuri. Ndugu Kizant Nyakitita DP sifuri. Ndugu Amin Amin Alfred Yango ADC sifuri. Ndugu Anita Alfani Mgaya, kura moja. Idadi ya kura za ndugu Ndon, Ndonge Saidi Ndonge AFP moja. Idadi ya kura kwa Mheshimiwa ndugu A, Mussa Azzan Zungu 378. Asante, asante. Hivyo Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura. Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini wa, kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambao kuwasilisha